Madai ya wenyeji ya kuwapa chakula wapiganaji wanaokabiliana na walinda usalama katika eneo la Chemolongit kaunti ya Baringo yameibuka hii leo huku oparesheni ya usalama ikishika kasi. Hussein Mohammed anatuarifu mengi zaidi kutoka eneo hilo. Eneo la Kasarani, takriban kilomita 20 kutoka mji wa Kapedo, taswira ya jinsi maisha ya maafisa wa polisi takriban ishirini na wawili walivyoaga dunia ni dhahiri. Lori hili ambao lilikuwa katika msafara wa kuregesha gari hili liliyoshambuliwa likipeleka mitihani ya kidato cha nne katika kaunti ya Turkana linaweka wazi kovu ya mapigano katika eneo hili. Maganda ya risasi inaeleza wazi masaibu yaliyowasibu maafisa wa polisi pamoja na maafa yaliyowafika wengi wao. Ni jamii iliyozama katika lindi hili la mapigano, aghalabu watoto wakionekana kuifurahia fani hii bila hata kujua athari zake.

tumezaa mamangu aliuawa juzi, wakamshika hapa na mimi pia nitakufa nisiku hapa sisikwa malingine. Shambulizi hili ni la pili kutokea katika eneo hili, ni shambulizi ambalo maafisa wa polisi wa kutoka kitengo cha GSU pamoja na raia watatu waliweza kuweka dunia, ni shambulizi ambalo linaweka wazi jinsi ambavyo uhalifu wa aina yake unaendelea kukolea katika eneo hili, pamoja na kuatawala pakubwa wakazi wa eneo hili. Na hii leo katika kambi ya polisi eneo la Kapedo benera zilikuwa nusu mlingoti kwa kumbuka maafisa wenzao waliouawa na silaha kusalia mikononi mwa walifu wao, silaha ambazo kupitia juhudi za wazee kutoka jamii hiyo ya Pokot tulishuhudia silaha ya saba ikiwa ni bunduki hii aina ya G3 kati ya ishirini na moja walizo nazo ikilegeshwa. Unajua hawa jamaa wanakuja kutupa mstuni alafu nini, watu wanakuja kuitwa wakuja wakote tu tukutu tupia mabomu ovyo ovyo. Sasa tunaomba serikali itusaidie kulingana na watoto wengine wako na familia. Jana tulilala msituni, kila siku tunalala msituni, hata shule kwenda ni shida. Na huku taswira kama hizi zikiendelea kushuhudiwa, wakazi wanasema idadi ya polisi inayozidi kufika katika eneo hili ndio mwamko mpya ya kupata mwafaka ya mapigano haya. KTN leo, Kapedo.